Ndoa ya kidini ambayo inafungwa kanisani au msikitini, ndoa ya serikali inafungwa bomani, lakini tuna ndoa ya mila, kuna kiongozi wako kule, ila nayo inatakiwa kuwa na hati ya ndoa. Sasa nani ana ndoa? Kwa hiyo hatuna ndoa. Nani mwenye cheti nyumbani cha ndoa? Hatuna ndoa, wote hatuna ndoa stinahivo wote tunaishi pamoja. Sasa kuna kitu kinaitwa tusikilizane, ifumboe kuna kitu kinaitwa dhana ya ndoa, na hapa ndo wengi tupo huko. Dhana ya ndoa ni ile tumechukuana, tumeishi kwa pamoja, balozi yanatutambua mshenga wetu yupo, wazazi wanatambua, tumeishi kuanzia miaka miwili na kuendelea, sisi tuna tuna ndoa hapo. Wengi tuko hapo, amina, si ndo wengi tupo? Sasa changamoto iliyopo, ndio maana nimesema nitahusianisha ndoa, watoto na ukatili, kwa sababu hivi vyote hatuwezi kutenganisha ukatili unafanywa ndani ya ndoa, na ukatili tunawafanyia watoto. Ndoa inazaa migogoro, na nashukuru sana, mwezi wa pili mwanzoni nilikuwa hapa hapa nimezungumzia ukatili hapa hapa nilizungumzia masuala ya ukatili. Sasa ndani ya ndoa migogoro na migongano haikosekani kweli, si kweli? Ehe, akina baba oye! Akina baba oye! Akina mama oye! Akina baba nyumbani kwetu, tunapewa hatupewi? Akina baba oye! Akina baba tunapewa hatupewi? kwani tunapewa, tunapewa nini? Kuna mtu anauliza tunapewa nini? Haya. Akina baba ibada ya usiku ipo haipo? Ipo, haina mashaka. Akina mama oe, akina mama, akina mama ibada za usiku tunapata? Akina mama wa leo wanajisikia aibu. Kwa nini nimeuliza hivi? Nimeuliza kwa sababu amesema mratibu hapa, leo tunahitimisha kama tunahitimisha, tumeshapita kata kumi na tisa na hii kata ya ishirini. Tulikopita tumekumbana na changamoto, akina baba wamelalamika kwamba wanapata ibada kwa kulipia. Tukawageukia akina mama, kwa nini wanatoa ibada kwa kulipia? Akina mama wakasema, kama anaweza kulipia huko nje, kwa nini na kwangu asilipie? Akina mama tu tunalipiwa tunatoa bure, bado akina mama hawana majibu. Sasa tunarudi kwenye sheria ya ndoa, tunapooana moja ya jukumu ni pamoja, kilichotuunganisha pale ni ile ibada ambayo baada ya ibada tunatengeneza watoto, lakini pia tukitengeneza watoto, wazazi tuna jukumu la kulea watoto, ila sheria inasema baba ndiye mwenye jukumu la kulea familia akina baba oye! Akina baba tunalea familia, akina mama tunalelewa, akina mama tunatunzwa. Akina baba oye! Ni jukumu lako baba kutunza familia, tofauti na hapo ifanyia ukatili familia yako, umemkatili mkeo pamoja na watoto, umewatelekeza ndani ya ndoa. Pia tunafanyiana ukatili wa kihisia. Nimeuliza swali, ibada tunapewa hatupewi? Kama hupewi ibada, unafanyiwa ukatili wa kihisia. Matusi nyumbani, akina mama, matusi nyumbani kwa waume zetu tunawakatili wakatili kihisia waume zetu, lakini pia siku hizi kuna akina baba pia wanachezewa kichapo. Jamani, kuna akina mama tumekuwa wababe, tunatembeza vichapo kwa waume zetu, kweli? Si kweli? Mtendaji, hatuna kesi za kupigwa akina baba? zipo, zipo. zipo. Hey. Akina mama huwa ni ukatili kwa waume zetu, lakini pia tukiangalia kwa takwimu, wanaume wengi mnapiga wake zenu, ukilinganisha na wanaume wanaopigwa, ndio tofauti yake. Huwa pia ni ukatili, hutaki kumpiga mwenzio. Lakini pia kitendo cha kwenda kuchepuka tu, akina baba, tumekuwa na michepuko mingi tunapoteza mpaka hisia kwa wake zetu, anasikia leo kwa Asha, kesho kutwa kwa Mwajuma, mtondogoo kwa Amina, sijui siku inayofuata kwa Ana. Huyo mwanamke jamani, atakuwa na hisia na wewe kweli? Hawezi, lazima hisia zipotee, tunaelewana? Lakini pia sisi wazazi tumekuwa chanzo cha ukatili kwa watoto wetu, hatutunzi watoto na sheria inataka utunze mtoto wako mzazi una wajibu wa kumpeleka mtoto wako shule, kuhakikisha mtoto wako analala pazuri, anavaa vizuri, anakula vizuri, anapata elimu bora, lakini pia ni lazima uhakikishe mtoto wako analindwa, ni lazima tumlinde kutokana na vitendo viovu vinavyoendelea watoto wetu wanabakwa, lakini pia wanalawitiwa. Na kibaya zaidi kilichojitokeza kwa sasa, vijana wetu wadogo wadogo wameshaanza mpaka kupenda miteremko, wanaanza wanaishi na mishangazi. Kwa kutafuta nini? Wepesi wa maisha. Hey, mishangazi <laughs> akina mama mnaoa vijana sasa hili limekuwa changamoto kwa sababu ya malezi malezi ndio yamepelekea mpaka tufikie hapo vijana wetu wengi kwa sababu hawa vijana wamezaliwa na sisi kweli si kweli tumewalea sisi imekuwaje wanaanza kufanya vitendo kama hivyo sisi ndio chanzo cha haya yote